Na mmoja kati yenu kaniomba kwamba nigusia majina kwamba yana faida gani, kwa sababu watu tu wanasikia majina ya Barhatiyah lakini hawajui wengine, hawajaona hata video ambayo ilikuwa anazungumzia majina ya Barhatiyah. Well, majina ya Barhatiyah ni pack ya majina ishirini na nane ambayo yalikuwepo tangu karne ya kwanza ambayo majina haya Mwenyezi Mungu aliamua kujipa sifa yeye mwenyewe, sifa zake na uumbaji wake. Hii ni moja kati ya pak ambazo ni pak tukufu za majina ya Mwenyezi Mungu, ziko nyingi sana. Kwa wale ambao tayari mmeshanifuatilia toka mwanzo, mnajua kwamba kuna pak tofauti tofauti, lakini moja ya pak ambayo ni maarufu sana ni pak ya majina ya Barahatia. Yako majina ishirini na nane na kila moja linakuwa linataja sifa ya Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake. Sasa majina haya ya Barahatia yako ishirini na nane kama vile ulivyo uzani wa mwezi, kwamba unazunguka katika siku ishirini na nane na kisha baada ya hapo unaanza kwenda gizani. Sasa na vile vile ambavyo unazunguka siku ishirini na nane kama vile zilivyo siku za mwanamke, na kama ilivyokupwa na kujaa kwa maji, yani kwa mizani ya ishirini na nane Ni mambo mengi sana yapo katika mizani ya ishirini na nane lakini kuyajua ni mpaka kwa watu ambao ni wachunguzi sana. Haya majina ishirini na nane ndio yananyumbuka kwenda kwenye majina mengi sana ya Mwenyezi Mungu ambayo anakuwa anatajwa kwa urefu ama kwa ufupi, lakini yanakuwa yanamzungumzia ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Haya ni majina ambayo mtu akitaja, basi jambo lolote ambalo anataka linaweza likawa. Sasa niwafundisheni faida moja, kwamba imma uwe shakura, imma uwe kafura, aidha uwe umeshukuru ama umekufuru. Haya ni moja kati ya majina ambayo yoyote yule anaweza akayataja na akamfanyia maajabu. Angalizo tu linakuwa kwamba elimu hizi huwa zinafundishwa kwa watu wenye hekima, kwamba hao ndo wanaweza kuzitumia vizuri hekima zake. Na unakuta kuna vikwazo vingi sana mtu anakuwa anapewa ama anapitia, ili kuweza kujenga ama ku strengthen ile hekima yake, asije akatumia vibaya. Haya ni majina ambayo yana sifa nyingi sana, unaweza kukuta anaitwa kiberiti cha moto, wembe mwekundu, mkasi kun fayakun na ma, na sifa nyingine nyingi sana kutoka karne na karne. Ina maana, yoyote mwenye kujifunza majina haya na akayatumia basi atamletea ya majibu yake. Kuna maangalizo mengi sana yako ambayo watu wameyatunga na kuna maangalizo mengine mengi sana ambayo yapo kwa ajili ya haya majina, lakini the only thing ambayo mtu unatakiwa ufahamu ni kwamba haya majina ni pale mwenye kuyataja na mwenye kutaka jambo lake liweze kwenda, linaweza kwenda. Sasa watu wengi sana wanakuwa wanafundishwa ama wanatolewa vitu. Unajua, mtandaoni watu wanafanya vitu vya ajabu sana, yani wanaongea pumba nyingi, alafu ukweli unakuwa mdogo sana wa vitu. Unakuta majina kama haya yanatajwa yani, kama vile sasa yani ndio, yani ndio yana sifa kiasi cha kwamba hata mwenye majina yenyewe yani kama vile wanamdhalili ama wanamshusha yani, unakuta, mtu anakuambia barhatiyah ni majina fulani hivi ambayo yani Astaghfirullah, kuna watu yaani wanapenda kukufuru kwa ajili ya vitu ambavyo ni vya kawaida sana. So haya majina ni majina ambayo yanamsifu ama yanasifu ability na uwezo wa Mwenyezi Mungu na utukufu wake na kheri zake na mamlaka yake, na katika amri zake akiamrisha jambo kuwa linakuwa. Kwa yoyote ambaye anayatamka haya majina ajue, katika amri yake ama katika kauli yake aliyosema ya malaika mizimu mashetani majini na chochote kile ambacho kinakuwa kiko karibu basi kinaweza kikamtii kwa kusikiliza majina haya na kuweza kumfanyia jambo lake. Wanaofundishwa hekima ni wale ambao wanaweza kutuma vitu ambavyo vinakuwa kidogo vinakuwa vina heri, kwa hivyo wengine pia wanaweza wakatumia majina haya. Ndio maana unaweza kukuta mtu anatumia majina haya kufanya mambo mengi sana, unamuuliza mpaka hili jina umelitoa wapi? Mpaka unashangaa ni mtu kama huyu kalitoa wapi jina kama hili, lakini ndio kadari ya Mwenyezi Mungu jinsi inavyotembea. So, wewe uwe na hadhi, una hadhi, uwe ni mtu mcha Mungu, usiwe mcha Mungu, madhali tu umetaja majina haya kwa usahihi, kwa kujua unayataja majina haya ni kwa ajili ya nani, kwa sababu kuna watu wengine akili zao fupi. Yaani mtu akishataja Barhatiyah anahisi kama vile yaani kamtaja sasa jini mkubwa kwa hiyo anakuwa kama vile ya ya na, no. That's not truth. Yaani unatakiwa ukitaja haya majina unajua. Yaani ukijua haya majina ni majina ya nani na yakoje na uzani wake ukoje, bas, you can do anything haijalishi wewe ni mcha Mungu sana ama sio mcha Mungu sana lakini ukiyajua tu haya majina yakoje na uzani wake ukoje basi unaweza kufanya vitu vingi sana. Mfano hapa saizi, mimi naweza nikasema jina moja na nikaweka nia yangu, maana yake, kama nimelitaja kwa uzani unaotakiwa na kwa hali inayotakiwa, basi moja kwa moja majibu yake yanakuwa yanapatikana so kwa kuwajulisha tu wale ambao mnataka kujifunza majina haya, unaweza ukajifunza kwa private. Saa hizi nafundisha private, sio kwenye magroup, kwa maana magroup yanakuwa na watu wengi, alafu yani, katika watu ishirini wa kwenye group unakuta watatu wanaakili kumi na saba wote yani ni watu ambao hawajielewi, yani hata wameingia kwenye group unakuta ni watu ambao wamezuka tu. So right now I have students ambao wanasoma majina haya private, kila mtu anasoma kwa nafasi yake na kila mtu namfundisha kwa nafasi yake, na imekuwa bora zaidi kwa sababu hata unamfundisha mtu unahisi ya sasa hivi niko na mwanafunzi. Kwa hivyo ni watu ambao wanazingatia na ni watu ambao wanafata sheria za kujifunza na ni watu ambao wanafanya reminder kwa mwalimu: mwalimu, today saa kumi na moja imefika hujanifundisha, naomba unifundishe. So unamtumia maelezo ya somo husika ambalo kalilipia ama maelezo ya somo husika ambalo analitaka. So kwa kuwajulisha tu majina haya ukiyakuta mtandaoni, ama ukikuta kwa walimu wengine, utakuta wanafundisha nyimbo, na wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema a'udhu billahi minashaitanir rajim wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghira in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin, wala akufundishwa Muhammad mashairi ila alifundishwa Qur'an ambayo ni ya dhahir. Sasa kama nimekosea tafsiri kwa sababu ya kuna watu, kuna siku nilikuwa nasema tafsiri ajili ya kuwaelewesha watu ambao hawaelewi tafsiri, nikaanza kukosolewa na watu yani, kuna watu wanajiona ni wanazuoni wakubwa, lakini la. Yani, katika kukosoa basi kosoa ajili ya faida ya wale wenye kujifunza. Unajua, kuna muda tunatafsiri vitu ajili ya uelewa wa watu, ile mtu anavyokuwa anaelewa kwa uelewa wake, kwa hivyo unamsaidia kutafsiri ili aweze kudig zaidi hiyo tafsiri haiko hivyo, iko kivingine lakini miwas, nimewasaidia kwa tafsiria ili muweze kuielewa. Ni tafsiri ambayo inazungumzia Qurani kwamba mtume akufundishwa mashairi kwa sababu kuna watu walikuwa wakimsikiliza mtu, mtume akisoma Qurani na wanasema mtume limwimba mashairi, lakini alifundishwa dhikri, yani kumtaja Mwenyezi Mungu ambayo ni dhikri ama ni utaji wa kweli ama, yani kuna sifa nyingi sana. So hivi vitu kwa mtu ambaye ni low class ya mind hawezi kuelewa hata siku moja. So nini maana yake? The moment unavomtaja Mwenyezi Mungu, basi jua kabisa hufanyi mashairi, na ndicho kitu ambacho watu wengi wanawafundisha watu. Yaani, unaweza kukuta mtu anakwambia ukikaa siku moja nyumbani saa tisa usiku, kaanza kusoma jina baratia baratia baratia baratia baratia baratia utapata kitu fulani. Hapana, hayo ni mashairi. Lakini mwambie mtu baratia, unapokuwa unaitaja ukisema barahatia unakuwa unapata nini? ukisema barahatiya unakuwa unapata nini? ukisema barahatihin unakuwa unapata nini? Zote ni tajo za barahati au baratia, lakini zinakuwa zipo katika hali tofauti tofauti. Kuna tajo tofauti tofauti za baratia. Unaweza ukataja baratia, baratia, kariri, kariri, tatlia, tatlia, ama unaweza ukataja barahatihin, barahatihin, karirin, karirin, tatlihin, tatlihin. Kwa hivyo yani kuna namna tofauti tofauti, na na sheria zake ziko tofauti tofauti. Kwa hivyo msiwe mnafundishana mashairi pia. So mimi sipo kwa ajili ya kukosoa mtu, lakini nipo tu kwa ajili ya kuwakumbusheni kwamba yoyote anayetaka kusoma masomo kama haya basi awe anazingatia source code yake ni nini, ili msije mkajichanganya zaidi. Kwa hivyo naambieni hapa, lakini pia nitaipeleka YouTube, kwa maana ndiko sehemu ambao kuna wanafunzi wengine wengi wanaonifuatilia. Kwa hivyo nao pia watapata faida. So, all in all, natakiwa mjitahidi sana katika kusoma haya majina kwa sababu ni majina ambayo ni hazina. Mtu yoyote ambaye anayataka anaweza akayapata. O so, nisiwe nimeongea sana alafu sijawapeni faida. Moja kati ya faida ya majina haya ya Barhatiyah, kwa yoyote yule ambaye atakayasoma yote kwa usahihi mara saba, kwa idadi ya mara saba kwa usahihi kabisa akiyasoma, basi atakapomaliza kuyasoma mara saba na akatia katika nia yake akasema, kwamba tokeni enyi watumishi wa majina haya ya barahatia, na mnifanyie jambo fulani na fulani kwa ajili ya kitu fulani na fulani, na mnijibu kwa haki ya malaika labda Jibril, Mikail, Israfil na Israel, kwa sababu hawa ni akenjo. Basi utamtaja pia Metatron, yani Maituturun, wengine wanaita ila Kristo, mnaita Metatron. Kwa hivyo ukiwataja hao, basi jambo lako lazima liende. Lakini ukitaka kwenda kwa upande wa majini utawataja wafalme wa kijini. Ukitaka uende katika masuala ya kimalaika utawataja wafalme wa kimalaika. Ukitaka ubakie baina ya wewe na Mwenyezi Mungu ambao ni bora zaidi, basi utataja majina yako vizuri tu. Ukishamaliza utasema ya Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Nijibie maombi yangu haya kwa utukufu wako na rehema zako na khairi zako. Utamtajia na sifa zingine nyingi ambazo unajua kabisa kwamba hapa hizi sifa nikimtajia Mwenyezi Mungu atanijibu kadri ya kile ambacho Mwenyezi Mungu kanijalia kwa uwezo wangu. Well, tunapishana katika kumsifu Mwenyezi Mungu. kuna mtu akianza kumsifu Mwenyezi Mungu anaweza kutumia lisali zima lakini kuna watu ni sekunde tano. All in all, Mwenyezi Mungu aangalii mashahidi. Mwenyezi Mungu anaangalia ile pointi ya msingi sana ambayo wewe umeweza kumuita kwayo. Hii ni Rakims spiritual mpaka wakati mwingine